Mambo vipi? This is Konde Boy jeshi, the CEO of Konde Gang, niko hapa kwa address hili jambo na linahusu mdogo wangu Chinga Yeee. Bwana, baada ya tuhuma nzito kutoka kwa msanii Ibraah za mara ho Harmonize aliniita chumbani, mara ho Harmonize aliniambia nimtoe mamangu kafara, hatimaye Harmonize amevunja ukimya. Kupitia ukurasa wake wa Instagram ameshia ujumbe mzito sana akisema kwamba huu ndio msimamo wake. Lakini ningependa usikize video hii alafu niambie kama Harmonize amekiri au amekana kila kitu. Na je, Konde Gengo amechukua hatua sahihi dhidi ya madai haya? Hebu tuangalie video hii na kuchambua kwa kina kila neno la Harmonize kwenye tamko hili la moto kabisa. Mambo vipi? This is Konde Boy jeshi, the CEO of Konde Gang. Niko hapa kwa address ile jambo na nusu mdogo wangu Chinga. Um, kwanza kabisa nikiri kwamba mdogo wangu alinitumia message na kuniomba kwamba anataka kutoka kwenye rebo akawa independent artist. Uh, na mimi nilimjibu straight kwamba mdogo wangu wish all the best I'll catch you back all the time as usual. Kachina viongozi wa Konde video contracts Mbona mnafanyaje. Uh, yeah. Contract inasema endapo atataka ku terminate na ku own master, kununua ku own master. Kisema master inamaanisha catalog, the whole entire catalog, nyimbo zote hata zile ambazo amezifanya na mimi ili ziwe za kwake lifetime, hizo zinaingiza pesa kwake lifetime. Inatokea alipie kuzinunua hicho kiasi cha pesa kilichotajwa kwenye mkataba ambao mdogo wangu alisign 4 years ago na kampuni ya Konde Music Uh, ayo ndo ilikuwa ni mazungumzo na yeah. Um, lakini sijui nini kimetokea kwake baadaye. Um, akaja kusema ni social media kwamba nimemdai uh, kiasi cha bilioni moja. Uh, nikiri kwamba sijamdai kiasi cha bilioni moja na um, nisingependa pesa yangu tena ije kunichafua mwenyewe. Uh, so um, I did my best. I wish him all the best. Nampenda sana, msupporteni sana. Uh, he's an independent artist from now on. Naongea, promoters mkiwa na show mwiteni, fanye, pata risk, aisaidia familia yake. Na uh, even though lengo tupate risk wote kama ilivyo mwanzo, as you know, ni biashara na tuko tukijitahidi kwa uwezo wetu kuwekeza kwa uwezo wetu kuwekeza ili kukuza kariera ya msanii ambayo itakuwa ni lifetime na kuchange maisha yake. So far tumshukuru Mungu kwa support yetu, tumeweza kufanikisha kuwaletea kuwa, kuwa, kuwa, kuwa superstars kadhaa ikiwemo Mchinga Kinanjela Kili Chidi Kupo, Kina Country Boy. Na wao wote walivyoondoka, hakuja kuwa na matatizo yote na wote wana own masters zao na yeah for good and for peace. Namna mtu yote mwenye maramiko ma, ya kudaiwa so, uh, That's how we live, live by lifting each other lakini pia speaking of BASATA, uh, nilipata wito na niliomba management yangu niwakilishe, nataka kujua issue ni nini, kwa sababu sikutegemea na kwa sababu mazungumzo alizungumza naye na bwana Chinga, sikutegemea kama angeza kufika BASATA baada ya kila sana na usuluhisho, uh, so niliomba management yangu niwakilishe izungumze na viongozi, uh, wa BASATA kuona wanapataje mwafaka lakini wakaniambia waloniambia so far nisingeweza kuyashia sasa hivi, na mimi sikuona haja ya kusuluhisha na mdogo wangu au msanii ambaye nimemtengeneza mimi mwenyewe, na sikuona hiyo haja ya kutengeneza kaki ya sikuona hiyo haja ya kutengeneza sintofahamu na nitaharuka. Uh, so, as I said my decision kuhusu aende akafanya mziki wake na make sure mna msupoti pia, na mwisho kama sikosei spiki na um, Uh, uh, kauli yake ya kusema kwamba nilikuwa nimemuita chumbani nilikuwa sijui, nimeambia nime mtoe uh, mama yake mzazi, na sio kwamba sijui, sijui, kuna baadhi ya watu wanaweza wakaamini kwani kweli, lakini sina namna. Mtoto akinyea mkono huwezi kukata, utafanyaje? uh, nimemwachia Mungu, second nimsamehe na ya mwisho namwombea. Mimi sihitaji msamaha wote kutoka kwake, kiona kuna tija sawa. Akiona kama kuna haja ya kuomba msamaha watu walosikia maneno hayo ni sawa, lakini pia ni stahili kuomba msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu, kwa ikimpendeza, basi kwa wakati wake chao aseme sana, aongee na Mungu wake kwa moyo wa dhati kabisa, naamini itamuongeza baraka zaidi na atafika mbali zaidi. Kwa upande wangu mimi sina shida kabisa na yeye, ni my brother na si ataende kwa my brother, Konde Gang nyumbani kwake because Konde Gang made him, kwa hiyo push him all the best so. Kwa kusema hayo nashukuru sana kwa kuendelea ku support Konde Gang, nashukuru sana kwa kuendelea kutunga mkono siku zote. Kuna superstars kibao wanakuja na yeah, thank you so much for your time watching this and Konde Gangs for everybody, this is Konde Boy, all love.